Halo, lema mm, tupo na Deus Mwangaza tupo na Kosuli Eric Kosuli naye pia ni mgeni wa BMT mm, tutakuwa pamoja mm, naye na kwa hiyo ndio shughuli ambayo inaendelea hapa, kwa msiofika kwetu nayo, ila ndio sio bana, waletea naenda kula nyumbani. Mmm, halo. Jamani, kama mnavyoona wa injilisti huwa huwa hatuchagui mahali pa kulia. Mnavyoona kuna simenti pembeni, kuna matofali yani, na michanga yani, sisi wenzenu ndo wale wenye injili ngumu, na huwa tunalia kwenye maeneo magumu Haena. Magumu kama hivi yani, hatunaga shida, tunakula vitu vizuri kwenye maeneo magumu. Sijakusikia, hebu rudia tena evet. <laughs> <laughs> Unakula vitu vizuri kwenye maeneo magumu. Mambo hayo. Sasa ndio utawaelewa wainjilisti. Maeneo tata. Ehe, yani hatueleweki yani. Popote sisi tunakula porini tunakula. Yeye isiyopitika sisi tunapita. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Wainjilisti hoe. Hoe. Hao ndio nani hawa? Hallelujah.